Ndugu zangu, hilo swali ambalo bwana wetu Yesu Kristo anawauliza hao wanafunzi wake, swali hilo hilo ambalo vile vile nasi tunaulizwa, kama bado tuna imani au kama bado tuna woga. Na kumawili hayo imani, uoga, nafikiri na naamini kabisa kwamba sisi tulio hapa, yawezekana hiyo tukawa tuna woga, lakini mani tunayo. Kwa sababu hiyo tuko hapa. Tusingekuwa na imani tukawa ni woga tu, usike weka kuja hata hapa. Oweko wetu hapa tayari ni alama ambayo inaonyesha kuwa hiyo imani kwa huyo ambaye tunamfuata Bwana wetu Yesu Kristo tunani. Kwa sababu hiyo, napenda nichukue fursa hii nikiwa katika ziara ya kichungaji kwenye parokia yetu ya Familia Takatifu ya Yesu Maria na Yosefu ikumi kwa kuwashukuru ninyi ambao nanyi mnafanya sehemu ya parokia hiyo sehemu ya hao waamini ambao wamebatizwa, na leo nimeambiwa vile vile hao waamini wapya wenye kuletwa mbele, kusindikizwa na wazazi wao walezi wao, kusikiwainkizo na wao katika familia hiyo ya waamini. Kwayo nanawazi kanisa hili liko linakuwa na kwa sababu hiyo napenda kuwashukuru sana kwa imani ambayo mnapenda isiwe tu imani ya kumwagiwa maji, imani ya jina, imani ya kuhesabiwa kama mmoja wa hawa wanaoamini, bali inakuwa ni imani sasa ambayo inaenda kuwekwa katika maisha na inaonekana katika maisha kama mnavyofanya. Wazazi wamekuwa na imani hiyo pamoja na kwamba anaweza kuwa na uoga, pamoja na kwamba anaweza kuwa na maswali mbali mbali, wanajiuliza kama alivyofanya huyu bwana Yesu, kama alivyofanya hao wafuasi wa kwa naoga, unakubali una unatuacha sisi tuangamie, tunakuwa na wasiwasi, lakini bado tunabaki na hiyo imani yetu. Kwa sababu hiyo, tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunashukuru hao ambao wamependa kumfuata huyo Kristo, ndio sisi familia zetu hizo, jumuia zetu hizo, parokia zetu hizo, vigango vyetu hivyo, ambavyo vinaonyesha hiyo imani, wanaonyesha hiyo imani, wakuendelea kumfuata Kristu, hata kama nakuwa na wasiwasi, wanafuata wakutegemea, na wakujua kwamba niwalike pamoja na kwamba bado tuna furaha katika hali hiyo wasiwasi, ka bado tunajua kunani, basi usiogope, bali tuendelee. Kwa nini? Na kujua hivyo kwamba huyo aliyesema tangu jamani, kabla ajapaa mbinguni, Bwana wetu Yesu Kristo aliwapea wafuasi wake alipowatuma waende kumshuhudia, endeni ulimwenguni kote, injili kwa kila kiumbe. Alipowaambia hayo na kuwafundisha, baadaye pengine wanasema, kawafundishe mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu na tazama, mimi nipo pamoja nanyi mpaka ukamilifu wa dahari. Kumbe ni Kristo ambaye yupo wakati wote, kumbe leo hilo somo tulisikia linatukumbusha hicho kwamba huyo Kristo ambaye aliahidi hilo atabaki. Ndiyo maana hata wanafunzi wake anawashangaa kuona wanaogopa, je, yupo hata kama amelala? Ha, ina maana kwamba nawasaawu abai hajalala kuwasahau, yupo pamoja nao. Ndiyo maana walipomshtua kidogo, mara moja anaokemoa wao upepo yodoruba acha nmalagokumbeyuk na na pamoja nasi. Ndugu zangu, ni tukumbushe, pamoja na shida, pamoja na changamoto katika maisha yetu ya kila siku kama waamini, tubaki tunajua kwamba huyo Kristo tunayemfuata haja hajatuacha na hatatuacha, ili mradi tutafute, twendelee kumtafuta, na yeye atakuja, atakuwa nasi na atatusaidia katika shida zetu, atatusaidia kuja kukabiliana na hayo matatizo tunayokumbana nayo katika maisha yetu ya kila siku. Muhimu ni kwamba tuwe tayari kubadilika, tuwe tayari kubadilika, na hiyo tunaliona na kulisikia katika somo hilo la kwanza kutoka katika kitabu cha pili hicho cha Samueli, ambacho siku zote situko tunakisikia, tunasikia story hizo au masimulizi hayo ya wakina Samueli wakina Saul wakina Daudi. Sasa Daudi huyo ambaye aliaminika kwa na imani na ana imani, lakini kama inamtokea Daudi au kama inawatokea hao wakubwa ambao tutamulia sisiembuse sisi kumbe, na hapo ni pakujifunza, na hapo ni pakujua kabisa kwamba hata hao waliotutamulia hawa ambao tunawashangilia kama leo tunakushangilia huyo mtakatifu Yohana Bosco anayejulikana kwa ukubwa wake kwa uwezo kwa nao kumalea wake aliokuwa kuwalea na kuongoza wa vijana hawa, na yeye ni msimamizi, ni mwombezi, huyu ni mlinzi wa vijana. Huyo naye si kwamba ilikuwa rahisi hapa, naye alipitia maisha vile vile yenye changamoto lakini akabaki imara, baadaye akaanashida na kaja kutangaza. Huyu ni mtakatifu ni mfano wa kuigwa kwa hao ambao ni walinzi hao ambao walivyokwalea na kuongoza hao vijana. Nataka kusema hilo la Daudi, ambaye tumemsikia leo katika somo la kwanza, kwamba pamoja na imani tunaokuwa nayo, ndio wasiwasi na kuja au udhaifu wetu, udhaifu wa kibinadamu. Narudi pale pale huyu Daudi ambaye akamweka Mungu ni mfalme na alimwambia wazi kabisa kwamba ufalme wake hautakuwa na mwisho. Yeye jana juzi, kwa tunasikia, anashangaa, mimi ni nani, Bwana Mungu, mpaka umenileta hapa na nyumba yangu ni nini? Anamshangaa huyu na akamwakisha kwamba atamlinda, atailinda ile nyumba. Sasa leo anakuja kukorofisha wewe katika binadamu wake anaanza kufanya baya hampendezi Mungu na kweli na kuja kumwadhibu huyo ambaye amemzaa anaenda kumzaa mtoto kupitia kwa mama ambaye si mama si mke wake mke wa mtu mwingine uria anakuja kumwadhibu amekosea ameanguka huyu nataka kusema pamoja na kuanguka ile ni kwa sababu sana imani imani imekosa tunataka kusema kwamba twende tupanguke na sisi hapa sio tunataka tupambane na tushinde huyo, tushinde huyo mwovu shetani, lakini pamoja inaweza kutokea kaanguka kama ilivyokuwa kwa, kwa Daudi. Muhimu sasa ni kutubu na kutaka urudi, ili Mungu tena akuimarishe wewe na atembee pamoja na wewe akikuinda, nakiku na na kukuimarisha katika imani ya imania naye na katika kuyafanya yale ambayo ni mapenzi yake. Daudi akatubu na alipo tu kunasikia Nathan anamwambia sawa, na kweli Mungu amemsamehe, lakini kuna hiyo adhabu ambayo kuja kuipata huyo mtoto aliye mzaa hata baki naye hata, hata kuwepo Mungu atamchukua na alimchukua, lakini bado huyu hatakata tamaa kwa yote na itabaki haja ya Mungu kwa Daudi, na atamfanya mkubwa na, na atamaliza maisha yake akiwa na heshima yake hiyo. Mfano wa mmfano wamitei kusangusisine asikia yote haya. Leo tunapo tandika hapa katika kigango chetu hiki cha pitila Maria waroza mtakatifu Uledi, tumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuimarisha katika imani mpaka kufikia siku hii ya leo, imani ambayo tunapenda tuioneshe katika maisha yetu ya kila siku, pamoja na kwamba na sisi kama ilivyokuwa kwa hao mitume kama ilivyokuwa kwa Daudi tunaposea hapa na pale na tunajikuta tunafanya mambo ambayo si mazuri, lakini leo tukumbuke, kwa Mungu hata kutupa nue pamoja nasi mjini, tumwendee, na hasa pale tunapokuwa tumeshindwa, tumuomba atusaidie, atusamehe kwanza, alafu atusaidie kwa, na azidi kutuongoza kutuelekeza, ili kweli tuwe wana wanaostahili mbele zake na mbele za watu na hivyo tuendelee kuishi kama watoto wake ambao ni taifa teule linalokuwa hapa, lakini ikijenga huo ufalme wake kwa mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo na tumwombe, na naomba na nawaombea ninyi ambao mnapenda yakuza hayo ambao yapokea kubaki nayo, iwe hivyo wakati wote, na Mwenyezi Mungu atukuke katika